Na sheria sio na mtu mheshimiwa. Ah, ah, unalazimika kuingia chumba kimoja na mkamwana wako, nje huko wanakaa oh, Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndiyo itakuwa hii Who are you? Furushi la leo. Nashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti kwa nafasi hii. Wilaya ya Kakonko ina jumla ya kata 13, na na nane zinapakana na nchi jirani ya Burundi. Watu wa Mgunzu, Katanga, Gwanumpu, Rugenge, Gwarama, Muhange, Nyabibuye wote hao wanapakana na nchi jirani ya Burundi. Sasa maeneo yale ni ya milimani na wanafanya biashara za mpakani. Tuna barabara ambayo imepandishwa hadhi tayari iko chini ya TANROADS kilomita 41.43 ambayo inatoka Kakonko kuelekea kwenye mpaka wa Muhange ikipitia Gwarama. Je, ni lini serikali au mpango wa serikali ni upi ili kuijenga barabara hii kwa kiwango cha lami iweze kuwanufaisha wananchi? Majibu mheshimiwa waziri. Asante mheshimiwa mwenyekiti, barabara inayotaja ilikuwa chini ya wakala wa barabara vijijini Tarura, na imeshapanda hadhi ya kuja kwa hiyo nimwakiishe mheshimiwa mbunge, cha kwanza tutakachofanya kwanza ni kuijenga hii barabara kwa viwango vya TANROADS na baada ya kufanya hivyo itakuwa sasa ni kuifanyia upembuzi yakinifu na usanifu wa kina, ili serikali ikishajua gharama basi iweze kuijenga kwa kiwango cha lami, kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha nchi na nchi. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Haya Muhange hoye. Oe. Muhange ya juu, safi. Eh, safi. Muhange boda oye <laughs> <laughs> noma sana eh. Ha, hatimaye mmefikiwa mm. E, tumefikiwa mm. <laughs> Kwa hiyo kila mtu mpaka afahamu kwamba mimi natoka huko. Mii nimekutaja kila mtu, mtu eh, afahamu kwamba ah, eh, kwa watu wanatoka huko <laughs> sasa ni sauti e, ya mbunge wa jimbo la Kakonko Alan Mvano akiuliza swali kuhusu mpango wa serikali kujenga barabara ya rami kutoka Kakonko kuelekea mpaka e, wa Muhange kupitia Gwarama, ambapo naibu waziri wa ujenzi Engineer Godfrey Kasekenya ametolea ufafanuzi kuwa barabara hiyo itajengwa kwa viwango vya TANROADS na baada ya upembuzi ya kinifu serikali itapanga bajeti kwa ajili ya utekelezaji wa barabara hiyo. Kwa hiyo kinachokwenda kufanyika ni upembuzi ya kinifu e, na raha ni kwamba kwa mewekwa kwenye fuko kubwa huko TANROADS. Mwanzoni ilikuwa kwenye TARURA, TARURA, yes. kwa hiyo umepandishwa hadhi, imeenda kwenye TANROADS. Mm, mm. kwa maana mm. ni kutambua ukubwa wa barabara, kwa sababu TANROADS wanashughulikia mm. barabara za mkoa na mkoa na wilaya na wilaya. sasa hiyo yawezekana labda e, kwa vile ni barabara ambayo inaunganisha nchi na naam, nchi na, na, e, na, na, inatoka na Tanzania kupitia wilaya ya Kakonko kwenda mpaka mm. nchini Burundi vea bafashabana guteli mbele. Kwa hiyo tutarajie. <sighs> Asante sana, Asma, kwa Tun kufanikisha haya mambo <laughs> mm. Nadhani hapo wananchi walaya Kakonko, walipo wako na tabasamu, tusubiri kwamba hiki ambacho kimezungumzwa, yes, kitakwenda kufanywa kazi, lakini pia na aliyeuliza, iwe ndio mwanzo sasa wa kuanza kufuatilia kuona, je, hiki ambacho kimeulizwa kitafanywa kazi na kwa wakati. Kama kama ni huo upembuzi yakinifu ambao unakuja kufanyika, anaweza kaendelea kufuatilia pia kuona kama kweli huo upembuzi yakinifu umeanza kufanyika. Yeah, kabisa kabisa. Ndio kuna ah, okay, sana umeshaona nini Leo. una shida, panga mambo yako mapema. Sio mimi. Mm. Shida namna tulivyoandika na tunavyoonekana. Okay. Tu vitu tuko tofauti. Tunakushukuru sana Asma Ahmed kwa furushi hilo, tunakwenda kufungua furushi jingine linalofuata, kabisa kabisa. Mm. Furushi la leo. Aidha katika kukabiliana na changamoto za usafiri wa abiria wakiwemo wanafunzi na katika kuboresha usafiri wa wanafunzi mjini, serikali imeweka mipango na mikakati mbalimbali mbali ikiwemo na ifuatayo. Ya kwanza kabisa kuanzisha huduma za mabasi maalum yaendayo haraka kwa ajili ya wanafunzi, hususan katika nyakati za asubuhi na jioni, ili kuhakikisha wanafunzi wanafika shule na kurejea majumbani kwao salama kwa wakati na kwa wakati. Hiyo ya kwanza. ya pili kutenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi kwenye treni ya mijini Dar es Salaam. Tunayo matreni pale, tunazo treni, tumetenga mabehewa maalum kwa ajili ya wanafunzi. Hatua hii inalenga kupunguza msongamano, kuongeza usalama na kutoa unafuu kwa usafiri wa wanafunzi wanapotumia treni za mijini. Tatu, kurasimisha na kusimamia utoaji wa nauli maalum kwa wanafunzi ambao ni shilingi mia mbili kwa wanafunzi katika mabasi yaendayo haraka na daladala. Ndugu wanahabari, katika kuhakikisha utekelezaji mzuri wa hatua hizi pamoja na kujibu changamoto zilizowasilishwa na mwanafunzi Mariana, ninaagiza mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA kutekeleza yafuatayo. Kwanza, kuhakikisha zoezi la kuthibitisha madereva na kusajili watoa huduma kwenye bambasi linafanywa kwa kasi katika miji yote nchini na kutoa adhabu kwa mujibu wa sheria. Kuna sheria na kanuni, kwa mujibu wa sheria kwa madereva na makondakta wanaobainika kuwanyanyasa wanafunzi. Hilo ndio agizo la kwanza. La pili, kuimarisha udhibiti wa nauli maalum za wanafunzi, kuimarisha staha ya huduma na usalama wao kwa wakati wowote wa wanapotumia vyombo vya usafiri. La tatu, kuendelea kutoa elimu kwa watoa huduma na watumiaji wa huduma wajue haki na wajibu wao kwa kila mmoja. Sababu watu wengine hawajui haki na wajibu. Sasa tunahimiza hapa LATRA afanye kazi atoe elimu watu wajue wajibu wao na haki zao. Nne, kuhakikisha treni za abiria, daladala zote nchini pamoja na mabasi yaendayo mikoani na nchi za jirani zimeandikwa namba za bure ili abiria aweze kupiga LATRA kama ana changamoto. Namba hizo ni kama zifuatavyo, ya kwanza 0800110019. Haya, huduma inapatikana jioni <laughs> na sisi tunakupa kila kitu unachokitaka, yani, mida ya jioni bwana e, Uchakusa, tunashukuru. E, tunashukuru sana wandafurushi mnaupiga mwingi safi sana e. E bana, hiyo sauti ambayo tumetoka kuisikia ndugu yangu ni sauti ya waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbarawa akizungumza na vyombo vya habari siku ya leo e, pale jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu hatua za serikali kuboresha usafiri wa wanafunzi katika maeneo ya miji mm. Sasa furushi limeandaliwa na Rehema Ruotora, asante sana kwa kufanya hivyo. Sasa tuweke maneno, mimi nilichokipenda ni hicho ni cha um, uh, kuangalia kuwa na usafiri ambao umetambulishwa kwa jina hilo la wanafunzi ndio, lakini pia naiona kama fursa kwa wawekezaji hawa wenye vyombo uh, mfano nimewahi kuona watumishi fulani wa wa dini wa, wa, wa hawa wanaokwenda kufanya makongamano, unakuta kukiwa kuna makongamano, unakuta yale mabasi yamewekwa bango kwamba kama unaenda kwenye hilo kongamano, mm, utapanda bure. Yani, nataka nichukulie huo mfano kwamba unaweza ukawa na mabasi yako ama kosta zako ama haisi zako, asubuhi na jioni uka dedicate kwa ajili ya kufanya safari za wanafunzi wengine, sema na mchana e, mchana. Mchana. Yani, kwamba, hmm, kwamba wanafunzi ukawapa kipaumbele na ile huduma ukawa umeitambulisha, yani wakajua kabisa gari la Amina asubuhi huwa linabeba wanafunzi, maanake unauhakika kwamba unabeba wanafunzi wengi e, zaidi na jioni, alafu mchana unaendelea na shughuli zako kama kama kawaida. Kawaida. Kawaida. Nafikiri inaweza pia ikawa ni msaada, ukiachana na mpango ambao serikali imekuja nao, lakini pia tunaweza kukaa mezani, tukaona njia bora zaidi ya kuboresha usafiri wa wanafunzi tunawea no. e, zaidi wazazi, tutafute hela, tunaolalamika ni sisi ambao hatutembelei kwenye yale magari ya njano kwa hiyo wazazi tafuteni hela watoto wetu wote waende kwenye kwenye shule ambazo zina magari ya njano. Ndio maana nimesema zaidi zaidi ya yote. Subiri kwanza. A, a. Kwenye kidumu mfagio na tutasoma kule. Sisi magari wewe. Tunataka sio, magari sio ya njano. Zetu, sisi. Eh. Yaani ngoja nikwambie. Kidumu na mfagio magari sio shida zetu. Ah. Asubuhi mkononi uko na uko na ugali eh, na kidumu na mfagio una, na, una eh, ki, kimfuko chako hivi eh, uo mbada umebebelea eh, daftari zako <laughs> <laughs> unaenda zako shule na mguni hauna hata kiatu. Na maisha yanasonga na hauna hata sweta hujavaa. Na wala hatujali na wala hugui eh, lakini bado tunafaulu <laughs> Mungu alivyo mkubwa. Mm -hmm. Kabla hatujaenda kufungua furushi jingine, naendelea kusisitiza sasa hivi tuko mwezi wa pili, lakini nitakushangaa kuona mpaka sasa hivi bado haujaanza kumiliki simu mpya. Haya, yaani simu uliyokuwa nayo mwaka jana 2025 mpaka sasa hivi mpaka bado ndio unatamba nayo. Mimi nakwambia jamani, hapana. Unapoanza mwaka mpya, hakikisha unakuwa pia na vitu vipya. Na huu si mwaka wa kuendelea kutumia kiswaswadu. Airtel wamekuletea Swadu Smart iTel 9320 kwa shilingi 1053 tu, unajipatia simu ya kijanja yenye mitandao ya kijamii, kamera, betri inayotunza chaji na memory ya kutosha. Kizuri zaidi, Airtel wanakupa GB 4 kwa miezi mitatu kukaribisha katika ulimwengu wa kidijitali. Unachotakiwa kufanya ni kutembelea katika duka lolote la Airtel lililo karibu yako kujipatia Swadu Smart. Safi elfu mm. hamsini na tatu tu jamani, isikufanye wewe uendelee kuwa unauliza kwamba hivi huko duniani kuna nini. Toa elfu hamsini na tatu ili uweze kwenda huko duniani mwenyewe ukajionee nini ambacho kinajiri. Yeah, au tukiwa yeah, tunasoma kurasa mitandaoni. <laughs> Na wewe unakuwa unaenda na sisi, kilichotokea mm. E, naomba tuweke pause kidogo. tuvumiliane. Mm, tuweke pause kidogo. Tulikotoka ni mbali. Alafu ndani ya dakika chache tuta. tupange ajayo